Wapo kama njia mojawapo ya kupambana na unywaji wa pombe haramu na utumizi wa dawa za kulevya miongoni mwa vijana katika eneo la Kuresoi Kaskazini, serikali ya kaunti ya Nakuru iliandaa mashindano ya kandanda na kuwajumuisha vijana hao katika makundi waliojishebedua kwa maonyesho ya talanta tofauti tofauti walizonazo na kupewa ushauri na saha. Jameson Ndongo alijumuika nao. Kama njia moja ya kupambana na unywaji wa pombe haramu na utumizi wa madawa ya kulevya, serikali ya kaunti ya Nakuru iliandaa michezo ya vijana kama njia moja ya kukuza talanta. Kwa hivyo hii ndio njia moja ya kuweza kuleta vijana katika kuwa pamoja, ndio waweze kushiriki na pia kuweza kuachana na yale mambo mbaya ambayo yanaweza kudhuru afya yao. Uh, leo ni siku muhimu kwa vijana wa kure, wa, hapa Kuresoi North kwa sababu kutoka sasa ni mbangilio tuone kila wadi zile, uh, team zote zimeweza kucheza, ndio tuweze pia kuparticipate katika sub county league uh, kwa timu nane na wamejaribu, so hiyo vijana wote wenye wako hapa wangekuwa wanahuzika na wamepunguza maneno ya miadarati. So tunashukuru tena wale wachezaji pia ambao wanashiriki, wameepukana na vitu mingi kama pools, kama miadarati. So hiyo nimetusaidia. Hii ni njia moja ya kufanya vijana wakuwe positive na wa focus na maneno ya michezo, wakuze talanta na maybe in future tukiwa support, wataweza ku earn a living through sports. Hii shughuli ya tournament ina engage youth wetu ndio wasipatikane kwa crime wengi wao wasipatikane kwa dawa ya kulevya na zile tabia zenye azifai katika jamii. Nikiripotia NTV mashinani kutoka Kuresoi Kaskazini, jina langu ni Jimson Ndongo.